Habari. Karibu katika screencast ya tano ya command line. Uh, ya screencast iliyopita tuliongelea uh, kom, tuliongelea file system ambayo ipo katika Unix na niliweza kuongelea uh, ambavyo jinsi tunavyo, kila kitu kinavyotokea kwenye root na tukaweza kuongelea kuhusu uh, madhara na vitu kama hii ku ku delete root kunavyoweza kuka kukosti na tukaweza kuangalia kwa ajili kunaweza kukafuta hili folda la media ambalo ndio folder la partition zako zote zipo ziko mounted at the time na hata hizi list of devices, na hata likifuta boot folda la boot ni kwamba utashindwa kuwasha mashine yako ko muda kidogo na ukija kuinstall window operating system yoyote unakuja kuona kwamba hauna kitu kabisa kwenye kompyuta yako, kitu ambacho watu wengi kimewatokea na ni kwa kutojua. Mara nyingi unakuta ni kwa kutojua hivi vitu vinaendaje vina na vinaitwaje, hii file system yote na hiyo nimekupa ni introduction tu, na tukaweza kuongelea kwamba sehemu sources ambazo unaweza ukaenda kwa kuangalia hizi file system zina zinaendeleaje na zinafanyaje kazi na huwa zina contain vitu gani ndani yake. Baada ya kuongea hayo, katika hii screen cast ya tatu ya tano samani, tunaweza tuka, tukaangalia uh, file system katika window, kama tulivyoongelea kwamba window yetu uki, uki 64 bit itakupa mafolda mawili. Nashukuru na Mungu kwamba hii ni 64 bit, hata nilikuwa sijui kaa. Ila haya mafolda mawili tumeweza kuonyeshwa kwamba kuna program files na programs files times 86 times mara 86, ambayo hii bila kosea, nadhani hii huwa inaweka, huwa inaweka programs ambazo ni za 32 bit katika system ambayo tumeinstall ya 64 bit ila programs ambazo tuna install za 64 bit huwa zinakaa katika uh, folder la program files bila chochote. Na tunaweza tukaanza kwa kuangalia program files, tukaweza kuona kwamba okay. Kwa nini inafanya hivyo? cd program files, then tukasema da Then tukaona uh, programs ambazo inakuja nayo, na hata tukaweza kuangalia katika cd uh, program files. Sijui nitapatia kuandika hii neno 86. Oh, imegoma. Okay, this is happening. Imegoma, imegoma. Kwa nini? Sijaweka space hapa. Ah, okay, it happens. Okay. Uh, insert. Ah, okay sok ah, okay. Koo niweke times 86 yeah, then tukaangalia huku ndani pia na kwenye kuna vitu vile vile, naona kwa ajili sija install program yoyote kabisa katika window yangu, na nilikuwa nadhani kuna kutakuwa na program ambayo iko installed at least, ila naona kuna common files na Internet Explorer. Labda tukiangalia common um, files uh, da ina nini? Haina kitu kabisa uh, ko basically inachofanya ni inakuonesha vitu ambavyo hii huwa ina install programs ambazo zipo 64 bit na hii ina install za 32 bit pia, katika uh, katika window yetu, naona haya ambayo yapo, haya mafolda ambayo yapo, wewe ukiangalia katika C, the root C kabisa, huwa utaona mafolda mengi, na hakika utaona mafolda mengi zaidi ya haya mimi ninayoyaona, ila haya mpaka sasa hivi ninaona kwamba haya ndo mafolda ambayo yanaweza yanawezando ya, ndo base folder, ni mafolda ambayo yanaweza yanatosha ya, ya tu kuifanya system yako ya window ikaanza kurun bila driver hapo ujiongelea driver kuweka driver wala nini, ila ikaanza kurun ikiwa kwenye bare minimum kabisa za operating system two. binary za operating system two zikaanza kuifanya i run, na tunaweza tukaona kuna haya mafolder la program files ambalo ni folder ambalo ukiinstall program most of the times huwa inaingia katika folder ya program files ikiwa 64 bit na ikiwa 32 bit itaingia katika program files 86. Na pia kuna folder la users folder la users ni folder ambalo linakuwa na list ya users ambao wapo katika hii system, wako installed katika hii system. Na by default window huwa inakuja na huyu user wa public, na kuna user ambaye huwa activate wa administrator, huwa naye hyupo, ila kuna huyu user wa Maotora ambaye utamtengeneza ukiwa kwenye installation ya window, window yako na Uh, atakuwa na jina lako na wewe customization zako, na kitu kingine unaweza uh, ukaangalia kwamba kuna hili folder la Windows. Folder la Windows huwa lina vitu vingi au unaweza kusema vitu vyote ambavyo ni ndo kama folder la root. Uh, mafolder baadhi ambayo yapo katika folder ya root yanavyo ya ambayo hii folder la window huwa lina Uh, vitu vingi na unaweza ukaangalia katika hivi vitu ama folder kuna folder la system 32 kuna muda ambao nilikuwa napenda sana kuliangalia hili folder. Okay. This is happening. CD, Windows CD system 32 yeah yeah imeweza kunionyesha hapo na kutoka yote ila hili folder la system 32 huwa lina vitu vingi, nimesahau sio, inaitwa drivers. Yeah. Okay, katika hili folder la, la, la system 32 ni fol, ni, katika hili folder la window kabisa ni folder ambalo huwa linabeba uh, files na folders zote ambazo huwa zinahitajika zina kabisa na system ambazo zinatumika kabisa na system ground up, amna utani, inatumika na system. Na mara nyingi uh, kila nilikuwa nikitaka ni, ni edit. Edit mafaili humu ilikuwa inanipa shida, ilikuwa inagomagoma -goma, ila unaweza ukaona kwamba uh, hili ndio folder katika introduction ya file system ya Windows, kwa maana Windows vitu vingi viko separated. Unaweza ukaona kwamba hili ndio folder la ambalo unaweza ukalitumia ku, ku, kunanilia ambalo unaweza ukalitumia uh, ku, kuanzia uh, ndo window ambayo inalitumia kuanzia ambayo ina contain binary system binaries zake na vitu vingi sana ambazo vingi vina, viko katika hili folder la system, system 32. Okay. Hiyo jina ya bini ni kariri ambavyo kati ya hivyo vitu tunaweza tukaona kuna wordpad.exe na vitu vingi, ila kabla hapa tumeangalia, nimeona kuna explorer.exe ambayo hii explorer.exe ni program ambayo .exe ni program ambayo ndiyo huwa inatumika kuexplora katika window yako, ni kama graphical uh, file manager. Ni file manager ambayo ndiyo huwa inatumika katika window katika kuzunguka hapa na pale. Hata ukiwa ujainstall programs, third party programs kama TeraCopy za kukopi, ukiwa una kopi file kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine huwa unatumia kwa maana hiyo, kaga ni kazi ya file managers, huwa unatumia explorer. Ndio maana naweza nikakwambia kwamba kukopi kwa command line kunaweza kukawa faster zaidi ya kwa window kwa ajili kama unakopi kwenye window to window utakuwa unatumia explorer, ambayo explorer ndio hiyo hiyo program inayotumika ku display kila kitu katika kompyuta yako. Uh, na hiyo inaifanya iwe slow kidogo. Uh, naweza nikaona hapa explorer nazidi kunionyesha vitu kama kama window ka window fulani. okay. That is cute. Na tunaweza tukaona katika tukiingia katika system 32, ningepandisha juu, nimekosea sana hata. Katika system 32 na yenyewe ina hii program ya cd cmd.exe, ipo ndani ya hii system 32 yetu, na tumeweza kuingia hapo tukaangalia. Naweza tukaangalia jaribu kuangalia. Uh, okay, kwa jaribu kuangalia kwamba version ya cmd hii ina ina kitu chochote tunaweza tuka exit maana, nikua nilivyoandika cmd.exe, niliingia katika cmd nyingine, na sasa hivi ninaweza kuexit nitoke katika hiyo, nibaki kwenye hii ambayo nilikuwepo toka mwanzo. Kwa hiyo mpaka hapo, tunaweza tukawa tumeona bare minimum za window, kwamba window yenyewe kwanza uh, file system yake iko tofauti kidogo, ime iko extracted kwenye sehemu tofauti, partition tofauti tofauti, zote zinajilinda zina, zina, zina zenyewe uh, na ukiformat C unakuwa umeformat C tu, au ukifanya maharibifu kwenye C unakuwa umeharibu C yako tu, utashindwa kuboot labda na au system itakuwa ina act weird ila, au utakuwa umeharibu vitu vingine vyote, vitu vingine vyote vitakuwa vimeendelea kubaki salama unless uwe ume introduce virus ala yanakula kula hizo zingine, ila mpaka hapo tumeweza kukaona vizuri katika uh, uh, uh, file system ya window, na katika screencast inayofuata nitafundisha jinsi ya kunavigate, jinsi ya kuzunguka, jinsi ya kutengeneza mafolder, jinsi ya kukopi, jinsi ya kucut kupest sehemu, jinsi ya kumove basically, jinsi ya kumove mafile kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama ile cut na paste, then copy na paste, then Uh, kutengeneza mafile kuweza kulist mafile na kufanya vitu vyote ambavyo vinafanyika katika file system kwa command line ambavyo ni vitu vyote ambavyo wewe ungekuwa unavifanya kwa ku click click around na uweze kupata functions au task uweze kukamilisha task ambazo unazitaka kuzikamilisha. Baada ya kusema hayo yote, uh, kuelezea window naona nimepata pata vikwazo vikwamo kwamo sana ila ni kwa, kwa ajili ya Uh, structure ya window ivyokaa naona ni nanipa ugumu kidogo kuielezea. Anyway, unaweza ukawa umeelewa zaidi, at least utakuwa umeelewa kuhusu 86 na na na na program files isiona 86 na hata na windows 32 na windows Uh, system 32 ambayo iko kwenye window ni programs ambazo inazo kwa kweli, na programs nyingi. Kama wewe ni fan wa window, ni vizuri uende kuwa ukawa unaiangalia. Mimi kupa naiangalia kwa muda mrefu, folder drivers, ndani yake folder la boot, nadhani kama katika windows kabisa. Na ilo folda la boot, unaweza ukaona vitu vilivyopo ndani, kuna file file ya, ya hibernation, file la, la loading nini uta utafurahia ukiwa unaendelea kuvifuatilia hiyo vitu, na utazidi kuona vingi ndani yake. Kwa kutumia command line utaweza kupata nguvu zaidi katika tasks zote ambazo utakuwa unataka uziangalie katika upande mkubwa wa administration na window yako jinsi ilivyo. Uh, uh, until then, till next time. Uh, like subscribe share video kwa marafiki zako, ili na wao waweze kuelewa. Battery yangu inaisha, baadaye.